Uhabari gani mwana KOA TV, kama ni mara ya kwa kwanza, tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni di wa KOA TV. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiwa anawasili katika Mahakama Kuu ya Kanda ya Dar es Salaam ambapo leo kesi ya uhaini inayomkabili itaendelea. Leo tarehe kumi na moja mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita mahakama inatarajia kuondoa uamuzi mdogo katika kesi hiyo a, kufuatia pingamizi lake la mheshimiwa tundu antiphas lissu dhidi ya mashahidi wa kificho akitaka watoe ushahidi wao hadharani. Una maoni gani kama mwana KOA TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu KOA TV, tunakutana tena katika masuala ya kisiasa. Bye bye.